Umebakiza mafuta kidogo, anaenda kukusanya kuni, wale wapike wale na wafe, mwanae wafi. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Eliya na akatokea pale, anasema mama, nilikuja. Unataka kufanya vitu gani? Niko naandaa vitu. Anasema sasa Nifanyie kwanza mimi, alafu utaona mambo makubwa ambayo Mungu atakutendea. Yule mama akaenda, akatengeneza, akampa mtumishi wa nani? Mtumishi wa Mungu. Baada ya kumpa maandiko, anasema unga haukuisha, mafuta yafanyeke hayakuisha. Tu peke yake, kwa kulia kwa kuomba. Kwa kwakulia kwamba atakukumbuka watoto wako hakuna. Ayubu aliomba, Ayubu aliwatolea sadaka, shetani alipokuwa akija kuwafuatilia hakuwaona. Hakuna namna Mungu atabadilishe maisha yako, hakuna namna Mungu atakuhurumia wa Mungu. Hakuna namna. Utabaki hapo naria. Uliwahi kusikia mchungaji anatoa natoshuga anasema mchungaji honi sahihi, kwa sababu haiwezekani nijitaabishe kumtumikia Mungu maisha yangu yote alafu watoto wangu waje kuishi kwa taabu. Haiwezekani. Zaburi, ya Zaburi ya 37 inakataa, inasema tangu nikiwa ni, ni, ni, ni kijana hata sasa nina

atakaokuja watajijua, kwa Mungu anaangalia na anasema, sina namna ya kuwasaidia hawa, kwa sababu baba yao hakuweka chochote kwa ajili yao. Bwana Yesu wasiwe saa. Haleluya chochote sia maisha ambayo wamepitia wazazi wetu ni tofauti na pengine maisha ambayo tumeyapitia, na inapaswa hiyo hivyo. Maana yake maisha ambao meyapitia wewe lazima uzao wako usiyapitie hayo. Baba yetu alikuwa anashuhudia anasema, miaka yo kipindi hicho, akiwa yeye yatima anaishi hapa mjini, wanaenda kucheza kwa watu wakienda kucheza kwa watu wanaangalia sufuria na tokota ugali pale, kumbe wale watu wanaenda wanaongeza maji mwi, wanatoka wanarudi, wanacheza pesa kila muda, wakisubiri wanalili. Hawa hawaondoki wakao, umeshawazoea hawa, wao wanakuja kula tu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafahamu, unakula kwa wepesi leo kwa watu, kwa sababu nawe kwao kuna chakula eh. E, kama hauna chakula, kila mtu anayeweza kuona huyu anakuja tu kula hapa soma shule ambayo alikuwa vae viatu chooni, kule pametapakaa vinyesi, anaenda pale. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Sasa alipookoka akasema, hivi babu yangu alikufa kabla baba yangu ajawa na uwezo kufanyei wa kujitegemea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe, isikilize vizuri. babake amekufa akiwa na miaka kumi na mbili kwa hiyo wakasema hii ni cheni Jamani, bwana hizo sio sawa. Haleluya. Gharama alizopitia yule mzee mimi sijazipitia kwa sababu alizipitia akatengeneza msingi, maana yake maisha kwa vizuri, ameenda Amen, shuleni bila viatu. Mimi sikuwai kwenda shuleni bila viatu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwanza mi sijawai kubeba hata lambo ya, ya madaftari sie kubeba lambo, ndugu zangu wengine wamebeba, ila mi sijawai kubeba, mili kuwa nabeba mabegi. Bwana Yesu asifiwe sana, mi sijawai kukosa viatu. Ilikuwa na viatu zaidi ya mia ngapi, ilikuwa na, na, na, uniform zaidi ya mia tano. Nasema hivyo maana yake nini? Sisemi hivi kukufurahisha au kukutisha. Hapana, nataka nikwambie chochote unachokifanya leo kinatengeneza msingi kwa wale wanaokuja baadaye. Maana yake usipotaka Mungu ayabadilishe maisha yako, unajiishia tu kama unavyoishi moja kwa moja, unatengeneza ukingo wa kumzuia Mungu kuhusika na uzao wako Jamani. u wanaenda wanaakili wanabidii wanaenda mpaka pale wakifika, hili watakwamba, kwa nini? Kwa nini? Kuna namna na wewe, umemwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna na wewe umefanyeje? Umemwacha Mungu mw. Kitabu cha Hosea kinasema hivi, Hosea nne sita watu wangu wanaangamiza kukosa maarifa. Sema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Mimi nitawakataa kwa nita kuwa umesahau maneno yangu, na mimi nitawasahau watoto wako, na mimi nitawasahau watoto wako. Maana yake wataenda kila wakitaka kufikia ndoto zao, wanakoma hapo, wanaishia hapo